wangu wote unasema Tanzania mpya inakuja. Awe Magufuli hatukumuombea au tulimuombea inakuja. Kwa sababu anayeleta ni Mungu kupitia watu. Lakini kwa Mungu mzoga unatoa asali. Mimi nasema mimi wazi. Hata wakati wa uchaguzi mimi nilikuwa simpendi Magufuli. Wale watambaaji sikieni. Nilikuwa simpendi. Magufuli yeye kama Magufuli binafsi mimi sikuwa na tabu naye. Lakini nilikuwa na tabu na hiyo kitu inaitwa CCM wala sikutegemea kwamba atakuwa rais, na nilikuwa nasema Mungu aje mtu mpya asiyetoka CCM. Ndio maana ukuniona mi mahala popote nimesema hiyo kitu nzuri. Ah ah, mi nasemaga kweli. Naona watu wanaanza kukodoa macho. Kodoa vizuri. Mimi sikuwa naipenda CCM. Yani nasema mimi, siwasemee nyie. Mimi nilikuwa napenda yani iondoke kabisa. Kwa nini? Kwa nini nilikuwa naspenda hivyo? Ya sababu zenyewe aizolisema Magufuli alipoingia madarakani. Kwa taarifa yako, tulikuwa tunamjua yeye mchapakazi, lakini hata kama akiwa rais hili dudu hili, akasema rafiki yangu Mheshimiwa Mbowe, kwamba hata malaika mtakatifu akishuka ndani ya jitu hili anakuwa ibilisi. Malaika Gabrieli ukimshusha pale, baada ya sasa jini. Tanisamee watu mnaopenda hiyo kitu, lakini mimi ni mtumishi wa Bwana, huwa nasema ili watu wapone na hata watu wengi tamani, jamani, jamani hii kitu iondoke, lakini hiyo kitu imekuja tena. Bahati bahati nzuri akachaguliwa Magufuli yule pale, tukaanza kuangalia Magufuli huyo Magufuli, huyo, he, Magufuli ni mkali, halafu anawashughulikia wale wale wa upande ule waliomchagua. Unaelewa, sasa hana simile yani anapiga tu. Nikasema wiki iliyopita kwamba kama Magufuli ni anawachakaza kweli anatakiwa ajue wale wengine anaowachakaza wale waliumizwa na yule kwa sababu kwamba anaelekezwa. Nikasema hivyo, nakumbuka eh? Mimi nasema mimi natoa maelekezo ya familia yangu. Kwa hiyo kama umekuja hapa bahati mbaya, mimi naongea na familia. Mimi ni baba wa familia. Ufufuo na uzima ni familia. Wana familia wote, mlio Marekani na wote mlio Uingereza na wote mlio Ujerumani na wote mlio Asia na wote mlio Marekani, Amerika ya Kusini, sikilizeni na wote mlio Tanzania. Hatukutegemea akatoka mle ndani, na sisi ni rahisi tukasema, pamoja na kwamba hatukupenda hiyo hiyo hiyo hicho chama hicho, lakini ametoka rais, tukasema rais akitoka ni rais, na ameanza kufanya kazi ambayo kwa kweli inatupa matumaini Tanzania mke inakuja. Kwa nini nimesema hayo? Nimesema hayo kwa sababu rais, sikiliza ana... La... kwa makini sasa. Rais Magufuli kaingia madarakani, siku sitini za mwanzoni akagundua ile flow meter inayoleta mafuta kutoka nje ya nchi. Ile flow meter, zile meli za mafuta zinaletwa, sasa zinapaki pale, ile flow meter ya kuhesabu huyu aliyeleta mafuta ameleta kiasi gani, ili achajiwe ushuru kiasi gani. Flow meter haifanyi kazi. Ina maana mafuta yote miaka mitano yanaingia nchini yanaingia bila kulipiwa ushuru kwa miaka mitano. Nikasema huyu bwana ameingia amegundua ndani ya, ya, ya siku stini amegundua haya. Aliyekuwa kwenye nafasi hiyo ndani ya miaka kumi alikuwa hajaona jibu. Nikasema alikuwa kimya, nikasema kimya ina tafasiri yake. Tafasiri ya kwanza am comfortable, tafasiri ya pili nimekuruhusu safaria, safaria, tafasiri ya tatu usiguse hapo, ni mali yangu. Unaona halafu eh? ndani ya siku hizo hizo akaona makonteina makonteina zaidi ya elfu mbili na ushehe yametoloka bila kulipa ushuru, na makonteina yale yalishaletwa hata kabla yeye hajawa rais. Inawezekanaje makonteina elfu mbili yaleta na yapenye usalama wa taifa, wapo polisi wapo, na wasijue? Jibu ni kwamba polisi walikuwepo na walikuwa wanajua jua, usalama wa taifa walikuwepo na walikuwa wanajua jua, lakini hawawezi wakayakamata kwa sababu ni ya yule mzee ni ya yule mzee. Hiyo ndiyo tafasiri yake. Hebu jiulize, raisi amesema amekamata wafanyakazi hewa, wafanyakazi hewa maelfu. Yule mwingine aliyetoka alikuwa hawaoni na kuuliza, alikuwa hawaoni, alikuwa hawaoni. Unanisikia vizuri? Sasa kwa nini nimesema hayo? Sikiliza vizuri, nimesikia sasa kwamba Chama cha Mapinduzi kwa utaratibu wao mwezi huu wa sita ndio wanatakiwa wamkabidhi Magufuli wenyekiti wa chama chao, ili awe na kofia mbili, awe mwenyekiti na awe rais. Lakini nimepata taarifa zangu za kiufufuo. Sikilizo vizuri. Sikilizo vizuri waliokuwa wanaleta makonteina bila kulipa ushuru, wale waliokuwa wameharibu flow mita, wale waliokuwa wametengeneza wafanyakazi hewa, wale waliokuwa wameharibu nchi wakisimamiwa na yule, wakisimamiwa na yule babu yao wa, wa, wa, wa, wanapita nchi nzima sasa hivi, wanapiga kampeni wakisema, bwana, tulete hoja kwamba hakuna haja ya Rais Magufuli kuwa mwenyekiti wa chama Tusimpe wenyekiti wa nini, wa chama kwa nini? Kwa sababu anatutumbua, ana, ana tumbua sana. Ametumbua NIDA, ametumbua huku, ametumbua huku, tusimpe wenyekiti wa chama. Sasa sikiliza, mi nikwambie, sikiliza niseme. Hebu kama taka niseme sema amen. Sikiliza niseme, sisi hatukumtaka Magufuli, lakini Magufuli kaja, tumekubali Nyie wale wa CCM magufuli wenu leo wameanza kufanya kazi, mnasema mnyime wenyekiti wa chama ili mwendelee na uharibifu. Nasema hivi, Magufuli nisikize mimi. na watu wako kama watabadilisha wakunyime wenyekiti wa chama, na wewe waambie hivi, ninabadilisha sheria kuanzia leo, rais aliyekuwa madarakani atashtakiwa kwa makosa aliyoyafanya akiwa madarakani. Narudia tena. Narudia tena. Narudia tena namwambia na Rais Magufuli kwamba kwa sababu wewe Rais Magufuli umetokea ndani ya chama hicho hicho, unafanya mema ambayo hata sisi ambao hatukukupenda tumekupenda hata ambao tukuchagua tumekuchagua, lakini hao watu wa familia yako wao sasa wanataka wafanye hila, wasikupe wenyekiti. Nakwambia hivi, kama wakifanya hila hiyo, wasikupe wenyekiti, waachie wenye kiti wao na wewe fanya hivi, mwambie waziri wa sheria na katiba apeleke mswada bungeni kwamba sasa kuanzia leo rais atashitakiwa kwa makosa aliyoyafanya akiwa rais, waondolee kinga alafu wapeleke mahakamani. wewe peleka mswada kwenye bunge na no, wapinzani watakubali. Wapinzani watakubali, sema bwana, mimi ni rais, nimeamua kuleta mswada rais aondolewe kinga yale makosa ambayo rais aliyoyafanya akiwa rais, nikiwepo na mimi kama nitafanya makosa kuanzia sasa, tunaondoa kinga ashtakiwe. Halafu sasa uanze na wale walio waliouanze na tembo useme kwamba miaka kumi iliyopita Tanzania ilikuwa na tembo laki nne na kumi. Baada ya miaka kumi tembo wamebaki elfu kumi. Kumbuka ukimya maana yake I am comfortable. Ukimya maana yake it is mine, don't touch it. Ukimya maana yake nimeruhusu kwa Magufuli. Kama wanafanya hivyo, na wewe amua, naondoa kinga Alau taanze kufuatilia wale tembo laki nne na ushehe waliopotea miaka kumi wamekwenda wapi? Alafu ile flomita iliyokuwa inatoa mafuta na, na, na raisi yupo ilikuwaje? Alafu makontaina yale yaliyokuwa yanapita hewa na raisi yupo ilikuwaje? Alafu wafanyakazi hewa waliotia hasara na raisi alikopo ilikuwaje? Na wao wakamate pale, wanyoshe pale, wataachia ukiyasikia. Okay, maneno yangu mimi, unaishi mi, naongea na raisi sasa. Kwa nini wanataka wamnyang'anye wenye wa kiti? na mpango ule, wanazunguka nchi nzima, wako bis sasa hivi wanapita, wale wenye makontena wanapita. Unajua sasa hivi hakuna haja ya kuwa na kofia mbili, hakuna sababu ya rais kuwa mwenyekiti wa chama. Tutenganishe, mwenyekiti awe yule yule aliyemaliza, alafu rais awe yeye. Waambie sawa, nimekubali, nitapeleka bili bungeni, naondoa kinga, sasa kwamba rais atashtakiwa kwa makosa aliyoyafanya akiwa rais na ushauri wa pili, mheshimiwa rais, kama unaona yule mkubwa yule ndiye anayeongoza zoezi la kusema eti wewe usiwe mwenyekiti, wakati yeye alikabidhiwa mwenyekiti